Shule ya mafunzo ya matibabu ya KMTC tawi la Port Reitz, ni bunge la Changamwe ya kaunti ya Mombasa, inatarajiwa kunufaika na mradi wa nyumba za bei nafuu unaendelezwa na serikali. Akizungumza katika hafla ya kupeana eneo la ujenzi wa nyumba hiyo ya ghorofa 8 ambayo inatarajiwa kuwa makazi mapya ya wanafunzi 580, mratibu wa salama eneo la pwani Mohamed Nur amesema mradi huo ni miongoni mwa miradi inayotekelezwa na serikali katika eneo la pwani. Wakati huo Nur amewahimiza vijana kuwa mstari wa mbele kujihusisha na mradi huo ili kujipatia ajira. Laundry uko na lift na uh, itachukua watoto karibu 580 students ambao wataweza kuishi hapo, uh, na vile mnafahamu katika hii mambo ya housing peke yake uh, the, the uh, whole of Mombasa county unaweza kubarikiwa kuanza kutoka ile Vok anza ingine hapo uh, Shanzu ingine hapo town Noka uh, na hapa yote it's worth 23 billion shillings. The big investment ambayo serikali imefanya. Tunashukuru serikali kwa kwa mambo ya housing ile tu, tunaomba watu wetu wa Mombasa uh, waweze kuja kufanya kazi, hakuna kuchagua kazi. John Karanja mkurugenzi wa mradi wa nyumba za binafuu nchini amesema mradi huo unatarajiwa kuchukua muda wa miezi kumi na miwili kukamilika the contract value is 235 million, uh, with 580 bed capacity. Mradi huo umepokelewa vyema na viongozi wa eneo hilo ikiwemo ofisi ya bunge wa Changamwe Marimwinyi na mwakilisha wadi ya kipevu na vile vile uongozi wa shule hiyo. Today is a great day for this campus because uh, we have been identified as one of the institutions to benefit with the affording, uh, affordable housing project. To us it's going to be affordable hostels. Uh, our college, KMTC Port Reitz, has a student population of about 1800 and out of those students, only 500

As leadership, as the leadership within the area we normally see the challenges that the students face as they get enrolled at the institution and most parents usually have this challenge of where their students will stay once they are enrolled in various institutions across the country so serikali kuu kwa kuweza kuamua kutuletea jengo hili katika shule yetu ya hapa KMTC na pia kumpongeza sana mbunge wetu kwa ushirikiano mkubwa sana na serikali kuu na kuweza kusukuma kwanza tuweze kuletewa hili jengo hapa. Nimesema hivyo kwa sababu masuala ya majengo hizi za shule huwa ni matatizo sana kwa watoto wetu. Hizi hostel huwa ni shida sana, unakuta wengine wanaenda kupangisha nje, wanapata shida kwanza, hasa kwa wasichana ni matatizo makubwa sana. Kwa hivyo tunashukuru kwa hili jengo na starting this project of accommodation in our school. And it is a great thing to the student fraternity as well. Thank you. Ali Vincent, Benvin TV.